umenipa. Kwa hiyo sasa hivi Mungu, Mungu amekwambiaje? Kwa sasa hivi Mungu ananiambia tu anajibu maombi yangu siku Mungu amekwambia anajibu. Anajibu ya maombi yangu. Yaani anajibu. Hajakwambia kwamba Nabii Nyakia akupe hela ya kujenga? Bado sitaki uongo mimi. Hajakwambia. Bado. Kabisa. Bado. Ila kuna kitu kinanichanganya. Naonyeshwa funguo. Yaani naonyeshwa funguo, kuna uh -huh. gari jeupe uh -huh. naonyeshwa katika kile kiwanja, ndiyo, ni nyumba ya ghorofa lakini, uh -huh. naonyeshwa mitimiti maana, nyumba ya gorofa si unaanzia mitimiti, mingi inapanda juu, si ndio? Hivyo ndio, ndio naonyeshwa hivyo hivyo uh -huh. Alafu naonyeshwa yani, ukweli ninachokiongea uh -huh. yani msije mkaona nimetunga, kuna watu kweli wanatunga kwe, unaona ufunguo kama wa gari. Mimi naongea kweli, na nanapenda niwe mwazi na maono sifichi. Hivi hmm. huku kichwani kukoja amba ah. hata kichwani nakojasuka hivi vitambaa, siku hizi vinatutoa wamama. Hebu, hebu Niletee hapo niletee hapo elfu thelathini na tano. Ukasuka hizi nywele. Nataka nikuone Jumapili umesuka tuone. Ukisuka unakuwaje? Salimia kwa heshima. Wanaonidharau siku moja watanisalimia kwa heshima. Leo naitwa Chokola, kesho naitwa Mheshimiwa. Wanaonidharau siku moja watanisalimia kwa heshima. Yule aliyepokea laki tano akasema, mimi nataka laki sita. Umefikia wapi? Acha hapo mtoto kwa watu wa kushikia mtoto eh? Anaumwa sasa. Akiumwa we, daktari wape wanawake wenzako, watakusaidia tu. Mtoto, mtoto, mtoto, mtoto. Uh -huh. Amina, umeanza biashara Uh -huh. Kwanza majina yako ni nani? Na pili Pita Ndagara, we wa mkoa gani? Dodoma, Dodoma. kabila gani? ni Mgogo, ni Mgogo. Uh -huh. shukuru, mgu, ni onangu, usikiki vizuri kwenye maikachiauya e kushikia tulikuwa tunapata changamoto sana. Ndiyo. watoto walifurahi kuiona ile pesa, kwa sababu ukweli kusema kuliko kudanganya. Kabla ya hapo nilipata hivi vi msaidizi wa hatima, lakini sio kanisani, kwenye biashara zangu hivi hivi, nikuuza tishu barabarani. Kipindi hicho nilipata mtaji akivyo kata, nikaanza kuokota makopo. Katika kuokota yale makopo nilipata ama hata simjui katoka wapi, alikuwa hmm, mzungu. alikuwa mzungu Dada, u... alikuwa mzungu ndiyo, eh. Huyu ni mtoto wako? nikamwambia ndio mwanangu. Mume wako yuko wapi? Nikamwambia nikaambia, amenitelekea. Huyo mzungu anajua Kiswahili? Kulikuwa na mtu anatabiri an, Yaani alikuwa na mtu wake anatafsiri nikamwambia, mm -hmm. Amenitelekeza, hata alipo sijui, apigi hata simu. akaniambia nasikitika sana. Alinipa, akaniuliza umepanga? E, una kiwanja? Kaambia sina. Nenda tafuta sehemu nikununulie mwaka jana hiyo. Nikaambia sawa, mwishoni. Nikamwambia sawa, nikaenda kutafuta kiwanja kweli, nikamwambia nishapata. Akaniambia sawa, shingapi? Ni milioni moja na laki mbili. Akasema nakupa milioni moja na laki tano kwa sababu kuna dokumenti kwa mjumbe, si wapi wapi, mm. wapi mpaka kikamilike upate hati mm -hmm. Mambo ni mengi, ndio akanipa laki milioni moja na laki tano, ndio nikanunua kiwanja Umena... kwa hiyo kiwanja unacho, ninacho mpaka hati sijaleta tu, kiko kipo Mbezi Kingazi mm -hmm. Sasa nika naomba Mungu nisaidie nipate hela kujenga, Mungu e. kama umenipa, kwa hiyo sasa hivi Mungu amekwambiaje? Kwa sasa hivi Mungu ananiambia tu anajibu maombi yangu sikufichi. Mungu amekwambia anajibu anajibu maombi yako. Yaani anajibu. Hajakwambia kwamba Nabii Nyakia kupeleka kujenga. Bado sitaki uongo mimi. Hajakwambia. Bado. Kabisa. Hmm. Bado ila ila Mungu atakwambia wewe sio mimi tena. Ataniambia mimi. Eh, hey, sio mimi. Kwa sasa hivi hakuna hicho kitu ambacho Mungu amekwambia. Mimi ananiambia tu Mungu amejibu maombi yako. Mungu amejibu maombi. Amejibu maombi. E, na kitu kingine? Ndio. Ndo kama hivyo, yani Mungu ananiambia amejibu maombi, alafu yani kuna sauti ambayo naisikia, naambiwa omba sana kweli, naomba nalia, lakini kuna kitu kinanichanganya uh -huh. naonyeshwa funguo, yani naonyeshwa funguo kuna uh -huh. gari jeupe uh -huh. naonyeshwa katika kile kiwanja Ndiyo. ni nyumba ya ghorofa lakini uh -huh. naonyeshwa mitimiti maana nyumba ya gorofa si unaanzia mitimiti mingi inapanda juu, si ndio? Ndio hivyo, ndio unaonyeshwa uh hivyo -huh. hivyo alafu unaonyeshwa yani, ukweli ninachokiongea uh -huh. yani msije mkaona nimetunga, kuna watu kweli wanatunga. Unaona ufunguo kama wa gari, mimi naongea kweli na napenda niwe mwazi na maono sifichi. uh -huh. Yani Mungu amenipa japokuwa kuna baadhi ya watu wananiambia usiseme, seme. Mm. Iwe siri yako mm. Yani nashukuru mm. mm. Kwa sababu Mungu amekuonyesha ukiwa unapewa funguo sio sasa hivi tu, eh. Yani hata kwenye maombi nikiwa ndani eh. Ukiomba na kuonyesha unapewa funguo, yani kwetu na, mimi naonyeshwa funguo nyingi fungu, alafu baadaye naonyeshwa gari, yani gari plado nyeupe. Kwa hiyo gari plado, bibi nyeupe. Nyeupe. Nakuwa, nakuwa nipo katika nini, yaani sielewi kitu gani Wele. So, alafu na hiyo Prado i... nyeupe huo unaona huo mm. unaona anaendesha nani? yaani katika kuendesha mm. ni kama mwanaume wangu. Sifa mume wako? <gulis> uh, <gulis> kwa uh, sababu mimi kwa hiyo unaelekea kupata mwanaume mwenye Prado. Sijajua, kwa sababu mwanaume wangu ambaye nilikuwa naye ni dereva. Okay, mume wako alikuwa dereva, alikuwa anaendesha sana magari. baada ya kunisaliti akaachana na hizo kazi Uko sheli uko wapi? hmm. hapo ndo sifahamu. Kwa hiyo nipo katika yani, nipo katika fumbo. Upo katika fumbo na eh, eh, kujua hapa. uh, leo unapoona kuna gorofa linainuka lina miti, -miti. Eh, ni kwenye kiwanja chako, kwenye kiwanja chako hicho hicho unaona kuna gorofa linainuka lina eh, miti, -miti. Eh, na baadhi ya hii hela ulionipa, ehe mimi moja kwa moja nilimnushia dada yangu eh, aweke matofali pale eh, umenunua na matofali ni yani, imebidi watoto wameniambia hapa tuigawe, bora tubakie na hizi biashara tu. Biashara gani? Hii hii ya tishu. mm -hmm. Ile mtaji umenipa nikafanya biashara ya tishu, kwa maana kuna tishu aina tatu, alafu nataka niongezee tena na biashara nyingine. Kuna sabuni za kunawia mikono spesho ndiyo, kuna sabuni za kuoshea vyombo spesho ndiyo, eh, pia nataka nifanye nini, nijazie. Kwa hiyo umenunua matofali mangapi? Nimenunua matofali mia mbili kwa laki hizi, kwa laki mbili, na mwenye nyumba nimempa kodi yake laki mbili na ishirini. mm -hmm. Afu ambayo ilibaki niligawa. mm -hmm. hii tunec chakula hii mtaji, mwanangu alipiga hesabu mama, ile yote imeisha. Nikamwambia mwachie nani, ime Mungu mw. lakini maadamu matofali mia mbili tumepata bado tuta, tutapata mengine, na Jumapili mm. nikija nitakuletea mm. hati yangu uione nitaleta. Sawa. Kwa sababu siwezi nikawa muongo mm. ehe, wewe ni mtumishi wa Mungu, unaona mtu muongo, mtu mkweli Unaona, sijui, unanielewa. Na kwa hiyo mimi sidangani mm. na mm hivi -hmm. ile Jumapili niliyokuja ndio, yani Tanzania nzima mm -hmm. mimi napigiwa simu na watu wanaonifahamu, mama, mm -hmm. mama zai, tumekuona mama zai -hmm. tumekuona lakini wamependa mm -hmm. wananiambia tumependa yaani huko mbele ya safari, mama zai, Mungu atakunyanyua zaidi mm. Kwa sababu yani unaonekana mpaka Marekani kote Ulaya sijui wapi ni wewe, yaani mko wengi lakini mm. Wakana, mpaka mchungaji wangu ameniona mm. Kwa kanisani kwangu nikakupigia simu, ajapiga ila anaumia, kwa nini nimekuja huku hakupendi uh. Baadhi ya waumini waumini wangu pale wanasema mm. Mama zai, kwa nini umeenda huko? Nikamwambia hivi wewe sawa hapa ndio ni zebu langu yeah, lakini mimi ni maskini yeah, nahitaji kunyanyuliwa yeah. nina watoto wa nne kama hivi. Ile pesa umenipa, nikaingia mitihani mimi yeah, imekuja homa ya gafa, nikasema siende hospitani, mi najua hii pesa ni shetani, niipeke hospitani yeah, siendi mwanangu huyu yeah. sasa hivi ametapika mpaka hata nguo imeloa, nguo zilizokuja nazo zote zimeloa matapishi yeah, lakini namwambia utapona na huyo yeah. hapo ni mtoto Mm. miaka hiyo miaka miwili. Sasa hivi nampeleka chekechea mm. Fichi, ana miaka hiyo lakini namwacha chekechea mm. nabeba biashara yangu barabarani jua linapoanza mpaka linazama niko barabarani ili nadi mm. tu ninyanyuke okay. kwa sababu kwa kweli hata kwenye maombi ni mm -hmm. yani yangu nikiomba mm mwenyewe -hmm. yani naonyeshwa mbele yangu kuna kitu cha ajabu kizuri sana mm. japokuwa kuna baadhi ya watu wananiambia usiseme mjui adui yako ujui, mbaya wako ujui, shetani atafunga milango yote. Mm. na ninasema hivi kila mtu ananiona mm. hata wakwe, wewe umenunua kwa kwa mm. mm. mm. matofali mia mbili kwa lakizi, anauza mia tatu Nikamwambia, naomba unipunguzie hata mia hamsini akakataa. Mimi nikaongea kwa nafsi, Mungu uliye juu sasa, mimi Jumapili utakuta hapa nimekuwekea matofali. Tumpe matofali mangapi kanisa ili tumalizie japo chumba kimoja na sebule, tumpe matofali mangapi eh? mia tano. Kwa hiyo nikupe matofali mia tano, yatakutosha? Yatatosha kwa sababu hmm. hata nikisema usinipe hayo, nani tena mwingine atatoa? Hamna hmm. kwa maana ni wewe. hmm. Kwanza tunakushukuru Tanzania nzima, unanyanyua maskini Mm -hmm. Unaelewa eh? Mm -hmm. Unanyanyua maskini unawanyanyua. Yaani kama mimi uh -huh. Mimi nilikuwa eh, kila sehemu mnazalaulika, uh -huh. yule naye kesha kuja, lakini kwa sababu nimeokoka nampenda Yesu, nilikuwa na imani alafu sina habari na wanaume hata kidogo. Mtu mwingine ameachwa katelekezwa, mimba kaangaikia ujauzito, oparesheni nini, uh -huh. eh? Mtu mwingine anasema hivi yeye huko anakula la mimi lazima niwe na mwana saa hizi kaolewa. mm -hmm. Lakini huwezi amini, ni miaka mitatu, sihitaji mwanaume yoyote aniguse katika mwili wangu, naona uchafu, unaona uchafu, tena naona uchafu. mm -hmm. Kwa hiyo niko mimi na watoto, nikilala njaa ni mimi. mm -hmm. Ni kila hela, sio nimetongozwa gesti nikaenda mm -hmm. kuvua nguo yangu mm -hmm. eti nilale na anipe ah, ile pesa mm -hmm. Naona ile pesa ni shetani, siwezi. Kwa hiyo nalala njaa, kwa hiyo hata wanangu wamenifuata hivyo hivyo sasa ili upate vyumba viwili nikupe matofali mangapi? Mimi sijui matof mimi sijui chumba kimoja bei gani. Anaejua fundi. Tunataka tukujengee chumba chako kimoja. Uh -huh. kiweze kukaa kitanda cha sita kwa sita. Uh -huh. kiweze kukaa kitanda kingine cha tatu kwa sita. Uh -huh. kiweze kuwa na kisaluni ndani humo ndani, kiweze kuwa na choo, kuweze kuwa na sehemu ambayo utaweka kochi kuweze kuwa na sehemu ambapo wataweka kabati. Ndiyo. Kwa ni chumba ambacho kinahitaji matofali kuanzia mia sita. Ha, mimi si, yani sijui kwa sababu. Jamani hicho chumba kinahitaji matofali kama mia sita eh? elfu moja chumba hicho kitahitaji matofali elfu moja na haya mia tatu yanaweza yakajenga sebule eh? Sasa jumla, tumwongezee mimi nimwongezee matofali mangapi? Tunataka awe na kajumba kadogo, lakini ukiingia ndani mwenyewe una bro Eh? mama njo, mama njo Ndio mama, tumpe tumwongezee matofali mangapi? Tumwongezee matofali mia tano. Ndio vyumba vitatu kamili vinatoka. Hivi, mbona ni vyumba vidogo sana? Tunajumlisha na ya kwake, ya kwake mia tano kwa mia mbili, inakuwa mia saba. Mia saba, matofali mia saba yatatoa chumba. Kaka mwenye shati nyekundu, ndio Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwanza wanachoangalia jiografia ya eneo kwamba eneo liko katika mazingira gani? Ndio. Ndio utaangalia kwamba nani matofali yake pale atagharimu kiasi gani. Uh e -huh. Eh, kama itakuwa kwenye mwinuko na matofali. Kiwanja chako kwenye eh. mazingira gani? Kipo sem tambalale. Kiko tambalale. Tambalale. Ndio. Naweza kafikia hata tofali 800 zinaweza kafika na nini? Mia nane zikatoa chumba na sebule. E hiyo sebule kubwa namna e hiyo. Tunataka hapa kwenye sebule hapa, sebuleni kwake hapa, na kachobingo kama kama kajiko kadogo tu yani, ambako kwa, ataweza kupika chakula. Kwa hiyo tufanye elfu moja kamili, elfu moja kamili yeye, yeah. Ana mia mbili kwa mimi. Jumapili ukija utakuta matofali mia nane nimeyapanga pale, sawa eh? Eh? sasa sasa hii ndoto ya ufunguo. Ufunguo wa plado huu. Sijua, yani sielewi. Yani hapo ya iko kwenye fumbo. Yani niko kwenye, kwenye fumbo bado. Bado sijafumbuliwa lakini inanisumbua sana fumbo. Sasa kanisani kwako hawata kufukuza? Wanakutenga. Wanakutenga? Hmm. Kwa hiyo hapo ndo ushatenga. Bado sijaonana na mchungaji mwenye, lakini apendi mtu abadilishe zebu. Mm lakini sasa nitafanyaje? uh -huh. Eh, kwa sababu yani sielewi, lakini yote anajua Mungu. Yeye ni mtumishi na anajua uh -huh. shida zangu uh -huh. ana neno na ata yani ataniangalia ataona na anajua shida zangu, nikiwa nimekwama, baba, sina hela, ananipa elfu kumi. Kuna mtoto wangu wa kiume anaitwa James anampenda sana uh -huh. E, mwambie James aje Mwambie James aje basi, akienda babu usijala, yani mpaka suna kampeleka yeye mm. E, kwa hiyo atafurahi kwa kweli, hata kasirika atafurahi, kwa sababu unaninua tena. Ataniambia ni yani, kati ya wote wewe, yani wewe ni mwenye baraka kubwa atasema mm. Mm. kwa sababu hata iyola niliyoipataga, nilimtumia message akaniambia, una bahati sana. Mm. E, atafula sasa. Umebaki na ndoto ya funguo ya Prado, yani sielewi funguo ni nini? Au yani, kuna mzungu mwingine anakuja tena kukugusa na Prado. Mungu ndo anajua, naona ni baadaye, sio sasa hivi baadaye e, kwa sababu Lakini una uwezo wa kuendesha gari lako sasa, sijui hata kuendesha yani, Mungu lakini akiamua kushusha eh, hata kama sijui itatokea, mi nayo imani mm. itatokea, itatokea hivyo. Una miaka mingapi? thelathini na tatu Kumbe bado mdogo tu mm. Hivi huu weusi, inawezekana ni jua. Hivi nani anaweza akaniletea mafuta ya Wix? Tumpige huyu Wix wiki tatu, tuone inawezekana. Huu weusi shida, nawambia ukweli. Miaka thelathini na tatu aweza akakomaa ngozi kiasi hiki? Haya ni matatizo. Hivi huku kichwani kukoje? amba uh, hata kichwani nako jasuka hivi vitambaa siku hizi vinatutoa wamama. Ebu ebu niletee hapo, niletee hapo elfu thelathini na tano ukasuka hizi nywele, nataka nikuone Jumapili umesuka, tuone ukisuka unakuwaje. Salimia kwa heshima, wanaonizalau siku moja watanisalimia kwa heshima. Leo naitwa chokola, naitwa mheshimiwa, nao ni dharau. Na siku moja watanisalimia kwa heshima. Leo naitwa mbamba, kesho naitwa mbalikiwa, watanisalimia kwa heshima. ipo siku uh -huh. watanisalimia kwa heshima ipo siku, wanaonidharau uh -huh. Ipo siku na ninapoishi huwa nawaambia ndugu zangu, msimdharau mtu, msimdharau mtu, japo ndio Mungu amekuambia uniinue zaidi, bado vipo vitu, hata kama sio wewe, ila bado bado baraka za Mungu zinamiminika kwa sababu nimetoka kwenye mateso sana, nimetoka kwenye changamoto sana. Mimi nilikuwa nakufa mm, nilikuwa nakufa, nimefanywa mimi operation. Sina hata mia, lakini kwa sababu nilisimama na Mungu alijitokeza mwarabu, akatoa laki sita na pesa ya kula. Mwanaume hanijali wala hanifanyi chochote, ye anahangaika na watu wa Tanga, lakini Mungu aliye juu anahangaika na watu, watu, watu. Anaangaika na watnaangaika anaangaika na watu, wa watu wa Tanga, jamani, watu watu wa Tanga. Watu wa Tanga mnatuoa sasa hivi, hawako naye yuko na watu wa Singida hivi <laughs> kakamata na wa Singida mama lakini, Singida po, <laughs> lakini japokuwa eh, yupo Singida eh, mimi naletewa majibu kwamba Mungu amenijibu kwake, yeye anatamani kurudi hata kesho kwa sababu ingekuwa siletewe majibu yake nisingeletewa picha zake. Kwa hiyo picha kwa yake unaletewa, yani naletewa singizini, au hata kawaida, hata nikitembea, unaona picha ya mume wako, si muwazi? mm -hmm, sifanyi nini, mm -hmm, sina habari naye mm -hmm. Lakin... lakini picha ya ya yake yaja umuwazi, una habari naye, lakini picha yake inakuja maja lakini picha yake usiye mwanzo utaletewa picha shoga. Tena namuona anarudi. Na anarudi. Ee, e, si ele huko kuna nani? Yaani huko kumewaka moto. Hela ya kusuka hii hapa. Jumapili uje na nywele nzuri. <laughs> Ah, utaenda kusuka wewe kweli. Haya. Utaenda kusuka. Haya. Mama gani atamletea mafuta ya weeks? Halafu nataka nimwelekeze huyo mwanamke hayo mafuta atakayo yaleta yataleta ya kitu gani kwake ki. anayeweza kumnunulia mafuta ya weeks, ni elfu thelathini na tano au elfu arobaini Naomba usimame, kimbia hapa. Weeks kwa moja ni elfu arobaini au elfu thelathini na tano Kimbia. Umesimama wewe, we usitoe we hiyo sadaka we. Sasa hivi uko kwenye anga lingine, utaanza kutoa sadaka hapa kuanzia mwezi wa tano. Amen. Sasa hivi tulia. Amna mama mwenye kununua mafuta ya elfu thelathini na tano mama? Utayaleta wee juma ngapi? Eh? Niambie, siku ya kumletea Jumapili. Sawa, Amina, nenda na amani. Una lingine la kuliambia kanisa? Sawa, tutamwombea. una jambo la kuambia kanisa? Sikilizeni, mm, sana redio. Alafu kingine hata kama baba ananyanyua watu kama shauri kwamba omba Mungu wako, omba dua. Waganga si watu hapa tumekaa wapo waganga wanawake na wanaume, ila hatuwaoni, ila wapo hapa kwenye kundi. Kuna waganga wa kienyeji na kuna kuna wanaume na wanawake, ila hatuwaoni, ila wapo. Sasa nachowashauri kama ni mganga okoka, uone baraka za Mungu. Kama ni mwanamke mwanaume, wewe Muislamu, nakushauri swali sana, amka saa kumi, swali Amka saa saba, swali swali, usiendekeze uganga sijui nini. Aa, wewe Mungu peke yake, akijapokuwa utapata mitihani utafatwa na, na maadui, lakini mwambie Mungu tatua tatua tatua, swali utaona Mungu atakavyokujibu. Kama Mkristo ibada usikose, ndani kwako piga goti, omba lia, Mungu atakama una maono huna karama anakuonyesha live -u. Kama ninavyoonyeshwa mimi, namshukuru Mungu Amen hivi ah. <tipos> hivi ile laki moja ndo alisema nawe, eh? laki moja kwa kwa ni kweli Mungu ndo alisema na nawe, ile laki moja ni kweli Mungu ndo alisema? Mimi naongea haki ya Mungu, mbele ya mwenyezi Mungu nimesimama, eh, kwenye madhabahu eh, siwezi so, kudanganya hata neno moja. Mungu, Mungu ndo alikusemesha unasikia tu sauti ili kusemeshaje sauti? Yani sauti nilisikia sauti ongezewa laki moja ongezewa laki moja e sauti mi nilisikia sauti hata hata nyumbani wanangu mi nawambiaga wanangu kila nikiomba mbona naona funguo ya gari a ah, sasa hivi unasisitiza ufunguo wa gari ubarikiwe na Yesu inakusumbua hey. inakusumbua unataka ufunguo wa gari na huyu pia mwanaume naye, kila wakati naona anarudi anarudi, pia ananisumbua kwenye macho yangu. Kwa hiyo nashindwa kuelewa, yani hivi vitu vinanichanganya, ufunguo wa gari na mwanaume akirudi. hey, hey. nendo barikiwa na Yesu.